Ama mbali na elimu ambayo imekuwa ikitolewa katika jamii, mbali na jitihada mbalimbali za serikali, lakini pia wadau mbalimbali, unahisi ni kwa nini bado changamoto hii ya ukatili kwa watoto inaendelea katika jamii zetu? Okay, asante sana ndugu mtangazaji. E, changamoto kubwa inayotokea, hasa kwa nini ukatili unaendelea, ni bado watu wana mila potofu, elimu bado haijafika kisawasawa huko chini kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia sana mwendelezo wa ukatili wa kijinsia kwa makundi yote kimo watoto. Nini kifanyike? Mamlaka, serikali na sisi wadau, ndio maana tupo tunaambatana na maafisa ustawi kwa ajili ya kuhakikisha ni namna gani tunaweza kuhitibu jamii na watoto wetu wanakuwa salama, kwa sababu watoto ndio wazazi wajao, watoto ndio viongozi wajao. Tunalazimika kufanya kila namna, yani kwa kutumia kila aina ya taaluma miziki yani, kila aina, ili tufikishe ujumbe chini kabisa kule, hata watu ambao hawaelewi waelewe ni nini maana ya ukatili wa kijinsia. Bila shaka unahisi hiyo njia ikitumika kwa uzuri kabisa, inaweza ikasaidia kupunguza ama kuondoa kabisa vitendo ambavyo ya watoto katika jamii zetu, sio kupunguza tu, yani ni kuondoa kabisa. Sababu lengo letu sisi wadau sio kupunguza, maana tukipunguza, hmm, bado kuna tatizo limebaki. Hmm. E, lengo letu ni kuhakikisha kabisa, yani ile tatizo limeondoka, watoto wote wanakuwa salama. Yani unapoenda leo, mtangazaji, kwenye shughuli zako za kimaendeleo za kujenga jamii, yani unajua kabisa nikirudi, nakuta mtoto yuko salama. Nani tunahasa sana wazazi, jamii yote ichukulie watoto wote ni watoto wao, sio kwamba ukiona tu mtoto mwingine anafanyiwa vitendo ukae useme kwamba mi sio wa kwangu. Hapana, kwa sababu yule mtoto atakapokuwa daktari atapokuwa, atapokuwa mwalimu, atakufundisha, atakutibu, atakuongoza. Kwa kila mtoto ni wa kwetu, yani umzae usimzae lakini ni mtoto wako, kwa unapaswa kumlinda kwa nguvu zote. Na hapo, hapo, sasa ndo changamoto kubwa ilipo. Kwa sasa hivi mzazi anaweza akashuhudia mtoto anafanya kitu ambacho hakiendani kabisa na maadili ama kipo kinyume, lakini anasema huyu sio wa kwangu, huyu anihusu atajuana na mzazi wake ama na familia yake. Hilo na penyewe bado ni changamoto ambayo inaendelea kushuhudiwa katika jamii zetu. Pengine sasa, ni upi wito kwa jamii, kwa wazazi, lakini pia juhudi gani ambazo zinaendelea ili kuhakikisha kila mtu anatambua hiki ambacho umekizungumza, kwamba mtoto wa mwenzako pia ni mtoto wako? Ah, yaani issue ya kwanza kabisa, jamii yote itambue na nimelisisitiza sana. Issue kubwa kwanza ni elimu ifike kwa wahusika, lakini sisi wazazi na wazazi walezi tutimize wajibu wetu. Na sio wajibu wetu kwenye familia zetu pekee yetu. Hapana, ni wajibu wetu kwenye familia mbalimbali, mbali, kwenye maeneo mbalimbali. Unaweza kuwa huko nyumbani lakini watoto wako wakafanya vitendo vya ukatili, lakini yule aliyoko pale anaweza kasimama wewe kama mzazi lakini pia unaweza ukatoka hapo, uko kwenye shughuli zako za kimaendeleo pale, ukashuhudia kuna watoto wanapita, uwajua, wakafanyiwa vitendo vya ukatili, lakini wewe una ni wajibu wako wewe kusimama kama mzazi kwao. Ni jukumu kubwa zala, wazazi watimize majukumu yao, kuhakikisha wanafuatilia watoto, wanafuatilia mienendo ya watoto na kadhalika. mm -hmm.